Nani kama CCM? Ayuba. Nani kama Chama cha Mapinduzi? Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Nauliza tena, nani kama Samia Suluhu Hassan? Kuna mtu anabisha hapa ambaye anamuweka kiumbe tumboni kwa miezi tisa. Ni nani? Ayuba. Ni mama eh? Tunakubali ajili ya kwenda shule na mahitaji yao kwa karibu, ni nani anayemwandaa? Baba ni nani? Lakini anayeongoza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nani? Na mwenyekiti wetu wa chama jeshi mkuu na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, yeye pamoja na rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa kuendelea kuenzi kwa vitendo muungano wetu. Ndugu mwenyekiti, vijana wengi tunaweza tukao, hatuna elimu kubwa juu ya muungano wetu, na nitoe rai kwa viongozi wetu wa ngazi tofauti tofauti kuanzia kwenye mashina mkoa hata sisi viongozi wa kitaifa tuendelee kujifunza kwamba muungano wetu haukutokea kwa bahati mbaya. Muungano wetu unaakisi maendeleo ya kijamii kiuchumi, kiutamaduni, na hali tofauti tofauti ndani ya jamii zetu. Sasa wao wamekuwa kielelezo cha kulinda muungano wetu huu, lakini katika ziara hii ambayo umeiongoza siku ya sisi kufanya ziara ili hali ni siku ya muungano, tuendelee kuona kwamba muungano huu walifanya waasisi ambao leo hii wametangulia mbele za haki, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Mzee Karume, wapumzike kwa amani. Lakini sisi tuendelee pia kulinda kwa wivu mkubwa mno. Ndugu mwenyekiti, nikiwa naendelea kuandaa Kuweka mapito yayo kuja kuzungumza na hadhara hii, niwakumbushe ajenda kubwa ya mwaka huu ifikapo Oktoba 27. Ajenda ya Mheshimiwa Rais tulishaifunga, kwa maana tunaenda kuhakikisha anapata kura za kishindo kutoka hapa Uyofu katika wilaya ya Bukombe. Ndugu mwenyekiti, nikuthibitishie kwamba wanasema mashkolo mageni, lakini tangu tumeingia Geita, Geita ni ya kijani kweli kweli, kila kona imeendelea kuwa ya kijani. Kwenye kitu ukitizama jukwaa la upande wa kulia, utaona wananchi, wanachama na wakereketwa wamenyanyua majani yenye rangi ya kijani kuonyesha uhai wa maeneo yao katika nyanja zote kutokana na Chama cha Mapinduzi kupitia utekelezaji wa ilani wa kipindi ya ilisho. Hiyo inaashiria kwamba upeleke salamu za upendo kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Wana wa Bukombe wapo tayari kumheshimisha kwa kura za kishindo. Wangapi? Wanamwahidi Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia mwenyekiti wetu wa vijana taifa, wanaenda kumpa kura za kishindo kufikapo wakati huo. Sisi mye, kwa kutamatisha, kwa sababu sisi jumuiya tunayoiongea uzani ya vijana, niwatie shime, muda ukifika tujitoe kimasomaso, tusibaki nyuma, tukagombee hususan katika nafasi za udiwani na ubunge. Lakini niseme tu, nimebaini kwamba mna mapenzi ya dhati na mheshimiwa diwani Inyasi. Hapa nilisema hivyo kwa kofia ya UNEKI, lakini sina maana kwamba muache kumpa changamoto Inyasi oye lakini mnaye mbunge makini ambao sisi tunajivunia huko ni kaka mlezi na mwenyekiti wetu anasema ni mlezi wa wana Dr Biteko oh oye kona saa yangu. Mwende mkashiriki uchaguzi kikamilifu, kwa sababu katibu wa chama mkoa ameeleza tarehe moja mpaka tarehe saba kuna kuhuisha daftari la mpiga kura, tujitokeze. Lakini sambamba na hilo tukahakikishe kwamba hatuendi kuwa sehemu ya kuwagawa wale wana system na wananchi katika maeneo tunayotoka. Jambo la tatu na la mwisho, tukahakikishe kwamba tunaendelea kuyasema mema na mazuri yaliyotekelezwa, hususan kuwasemea ya vyema wale wote watakaotoka kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi.